ni kuwausia na kuwahimiza waislamu wote wa wilaya ya Geita kwamba kwanza, nakutakieni mfungo mwema mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu akubarikieni sana kwa maana ya Geita ya wilaya, lakini mkoa mzima huwa Geita na Tanzania nzima, Mwenyezi Mungu atujalie tupate thamarati yale matunda au faida tunazokusudia kuzipata ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika jumla ya faida kubwa ni ile ya faida ya kuwaacha Mungu ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe amebainisha ni Qur'ani pale aliposema kutiba alaikum ssiyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ni wajibishiwa nyinyi kufunga kama walivyowajibishiwa wale waliokuwa kabla yenu ili nyinyi mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo moja kati ya faida kubwa ya mwezi mtukufu Ramadhani utuandae ili ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani tuwe wacha Mungu. Lakini tufanye ibada kwa wingi, tuoneane huruma sana, tuwasaidie watu mbalimbali ambao wana uhitaji maalumu tuonyeshe upendo kwa kila mtu mmoja wetu, lakini kubwa tudumishe amani ya nchi yetu iweze iweze kudumu. Lakini kwa kuhusia na kuhusia nafsi yangu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ala alituagiza kwamba tufunge, sumu taswihu, fungeni mtapata afya. Kufunga pia ni katika faida kubwa katika mwili wa mwanadamu. Mwanadamu atapata afya kwa sababu ya kufunga. Ni vipi atapata afya mwanadamu? Kwa sababu mwili wa mwanadamu na asili ya kuhifadhi baidha nishati inotokana vyakula tunavyokula kila unapokula chakula kuna nishati inabaki kwenye mwili wako. Hiyo nishati ikiwa nyingi, baadaye inasababisha maradhi katika mwili, na ndio maana Mwenyezi Mungu amejalia kwamba tufunge ili tupate kukamuliwa kamuliwa vile vitu ambavyo havihitajiki mwilini, afya zetu zipate kuwa nzuri. Kwa watu wasiione kwamba saumu kuwa ni adhabu, bali waone saumu ina heri na wao. Lakini vile vile Ramadhani hii itusababishe kuwa na maendeleo katika jamii zetu tunapoingia misikitini, waombe mashehe wote wakata mashehe maimamu wa misikiti, misikiti ni kwenda darasa, watu wafundishwe juu ya Mwenyezi Mungu, watu wafundishwe juu ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wafundishwe juu ya kufikia hayo malengo ya ucha Mungu, wanapopatikana misikitini. Kwa hiyo misikiti ni kwenda darasa mbalimbali, ili tutuwezesha kufikia malengo yetu makubwa. Tufunge kwa sababu Ramadhani imetokana na balimbalialen inaitwa Ramadhani na Ramadhani kukiunguza kitu kwa kuiteketeza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuletea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, yapate kuteketea madhambi yetu, tutoke Ramadhani tukiwa salama, yapate kuteketea matatizo ya kiafya kwenye mili yetu, tutoke Ramadhani tukiwa na afya njema, zipate kuteketea tabia mbaya ambazo labda tunazo nazo, zipate kunyuma, Ramadhani ituache tukiwa na tabia njema, ipate kutufanyia sababu ya kuwa na mjumuiko mzuri kijamii, ili baada ya Ramadhani waislamu wote wa Tanzania hii hasa ile ya Geita iwe ni mfano kwamba kila mtu atamani kuwa Muislamu, kwa ajili ya mema anaona waislamu wamevuna ndani ya wa wa mayavuna, Ramadhani. Kubwa tujue kwamba tunimwabudu Mwenyezi Mungu. Mungu yupo kabla ya Ramadhani atakuwepo baada ya Ramadhani na yupo milele huyo Mungu tunayemwabudu na kumnyenyekea ndani ya Ramadhani ndiye yupo miezi yote. Kwa hiyo Ramadhani tukumbushe tunaiwe chuo cha kutufunza sisi namna na ya kuishi kwenye miezi mingine yote iliyosalia.